Hii ni Arusha One Radio mimi ni Awadh Rashidi. India imetoa taarifa hivi punde ikisema kwamba imekabiliana na majaribio ya Pakistani katika usiku wa Jumaatano na Alhamis uliolenga maeneo kadhaa ya kijeshi kaskazini na magharibi mwa India kwa kutumia droni na makombora. Taarifa ya India imeongeza kuwa ililenga rada za ulinzi wa anga na mifumo katika maeneo kadhaa nchini Pakistan. Imefahamika kuwa mfumo wa ulinzi wa anga huko Lahore umeshambuliwa, ilisema taarifa hiyo. Taarifa hiyo ya India haitoi maelezo zaidi kuhusu jinsi India. India ilivyolenga mifumo hiyo. Pakistani imedai ilidungua ndege 25, zisizo na rubani za India. Tangu jana usiku wakati hayo wakijiri, Waziri Mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharifu amesema nchi hiyo italipiza kisasi cha damu za mashahidi wasio na hatia baada ya watu wasiopungua 31 kuripotiwa kuuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulio ya India kwenye mkoa wa Punjabi na Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan. Tovuti ya habari ya Al Jazeera imenukuu maafisa wa Pakistan wakitangaza kuwa hadi sasa takribani watu 31 wameuawa na wengine 40 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya India huku mzozo ukiongezeka baina ya New Delhi na Islamabad. Habari zaidi zinasema kuwa makabiliano makubwa ya mizinga yameripotiwa kwenye mstari wa udhibiti unaogawanya Kashmir na usimamiwa na India na Pakistan. India imesema takriban watu 13 wameuawa na wengine zaidi wamejeruhiwa katika eneo linalotawaliwa na India la Kashmir kutokana na mashambulizi ya Pakistan. India imesema Operation Sindur ililenga miundo mbinu ya kigaidi huku Pakistan ikisema makombora hayo yalipiga misigiti na kuua raia katika kitendo cha wazi cha vita. Pakistani imesema imefanikiwa kutungua ndege tano za jeshi la anga la India na ndege moja isiyo na rubani katika hatua za kujilinda, ikiongeza kuwa ndege za kisasa za Rafale zilizotengenezwa Ufaransa zilikuwa miongoni mwa ndege za vita zilizotunguliwa pamoja na MiG 29 na Su-30. Mvutano umekuwa ukiongezeka tangu Aprili 22 mwaka huu kufuatia shambulio la kigaidi huko Palagam katika eneo la Jammu na Kashmir na kuua watu 26 huko Pakistan, ikisema kuwa ipo uchunguzi wa kimataifa kuhusu hujuma hiyo. Na tukielekea huko Ulaya Magharibi, ni kuwa Ulaya imeadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, huku viongozi wa kisiasa wakikumbuka kipindi hicho kama mwanzo wa amani sio na mfano katika bara hilo. Hata hivyo, kivuli cha vita kinachotanda sasa nchini Ukraine kimegeuza sherehe za kumbukumbu -kumbu hiyo kuwa ukumbusho wenye maumivu. Rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola alielezea hali ya sasa kuwa ni sawa na kurudi kwa vita barani Ulaya, akisema miji inalipuliwa tena, raia wanashambuliwa, familia zinatenganishwa. Wananchi wa Ukraini wanapigania si ardhi tu, bali uhuru na demokrasia, kama walivyofanya babu zetu, mwisho wa kunukuu. Kwa Metsolo na viongozi wengine, maadhimisho haya hayapaswi tu kuwa ya kumbukumbu, bali pia ya kuchukua hatua kulinda amani uhuru na demokrasia bara la Ulaya. Waziri mpya wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amesema tuna deni kwa waliokomboa Ulaya. Amesisitiza jukumu la kihistoria la Ujerumani katika kulinda amani ya Ulaya, akikumbuka tarehe nane ya mwezi Mei mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano akisema, siku hii ilibadili historia yetu, uhuru wetu ni matokeo ya kujitolea kwa majeshi ya muungano. Kwa hilo tutadumu kuwa na shukrani. Aliongeza kuwa Ujerumani na wajibu wa kimaadili kutokana na makosa ya enzi ya Manazi na kwamba lazima iendelee kuwa mstari wa mbele kupinga vita na kulinda uhuru barani Ulaya. Ingawa Ujerumani imekuwa mstari wa mbele kukiri na kuadhimisha makosa ya enzi ya Wanazi, tafiti zinaonyesha kuwa maoni ya wananchi yamegawika. Wafuasi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD wanaona kuwa historia ya Wanazi inakumbukwa kupita kiasi, ili hali wafuasi wa vyama wa vya mrengo wa kushoto wanataka historia hiyo ifundishwe na kukumbukwa zaidi. Katika kilele cha sherehe zao za kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, rais wa Urusi Vladimir Putin alimpokea rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya Urusi Kremlin, wawili hao wakiapa kulinda ukweli wa kihistoria dhidi ya kile walichokiita ubabe wa mataifa ya magharibi. Putin alirudia madai yake ya kuwa vita inayoendelea Ukraine ni mapambano dhidi ya vuguvugu la wanazi mambo leo, kauli ambayo imepingwa vikali na mataifa ya magharibi. China alisisitiza kuwa China na Urusi zina jukumu la kupambana na uonevu wa mataifa yenye nguvu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikosoa vikali gwaride la kijeshi la Urusi akisema ni gwaride la unafiki gwaride la chuki na uongo akiongeza kuwa dunia hainabudi kuungana tena kama ilivyofanya miaka 80 iliyopita ili kukabiliana na uovu wa Urusi. Zelenski aliwataka washirika wa Ukraini kuongeza usaidizi wao wa kijeshi na wa kidiplomasia ili kuhakikisha amani ya kweli inarudi barani Ulaya. Ujumbe wa Irani katika Umoja Mataifa umelaani vikali jaribio lolote linaloweza kufanywa na, na Marekani kwa ajili ya kubadili jina la Ghuba ya Uajemi na kusisitiza kwamba ukweli wa kihistoria hauwezi kubadilishwa kwa maamuzi ya siasa. Kauli hiyo imekuja huku Rais Donald Trump wa Marekani akitarajiwa kufanya safari Asia Magharibi, kwa maana Mashariki ya Kati, ambapo ametangaza kwamba atatoa habari muhimu kuhusiana na ziara hiyo. Saa chache baada ya matamshi hayo, baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi vilidai kuwa tangazo hilo muhimu linahusiana na mpango wa serikali ya Marekani wa kubadili jina la Ghuba ya Uajemi, kwa mujibu wa shirika la habari la Irna. Kufuatia kuenea kwa uvumi kuhusu mpango huo, ujumbe wa Iran katika umoja wa mataifa umetoa tamko kupitia mitandao ya kijamii ya X, ikisema na nukuu, kila mtu anapaswa kusimama dhidi ya upotoshaji wa ukweli. Uelewa historia na jiografia ni msingi wa utawala bora, na ukweli hauwezi kubadilishwa kwa maamuzi yanayofanyika katika ofisi ya ikulu ya White House, mwisho wa kunukuu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran naye pia ametahadharisha kuhusu ghadhabu ya Wairani wote baada ya tetesi kwamba Donald Trump wa Marekani ana mpango wa kubadili jina la ghuba Uajemi katika ziara yake nchini Saudi Arabia wiki ijayo. Said Abbas Araghchi hiyo jana alieleza kuwa ana imani kwamba Donald Trump anafahamu kuwa jina la ghuba Uajemi linarejelea nyuma karne kadhaa zilizopita na linatambuliwa na wachora ramani na taasisi zote za kimataifa na hata lilitumiwa na viongozi wote wa kanda katika mawasiliano yao hadi hivi karibuni katika mwongo wa sitini, Araghchi amesema. Hatua yote itakayochukuliwa katika uwanja huu haitakuwa halali au kuwa na taathira za kisheria na kijiografia, bali itawakasirisha wa Iran wa matabaka yote na kuwa na taathira za kisiasa hapo nchini Iran, Marekani na duniani kote. Na mkuu wa utawala wa Hayati Tahrir al-Sham unaongoza nchini Syria Al-Jolani amethibitisha habari ya kuwepo mazungumzo asioa moja kwa moja kati ya utawala huo na utawala ghasibu wa Israel kwa lengo la kuzuia kile alichokiita ni mripuko usioweza kudhibitiwa wa hali ya mambo, wakati huo ambapo Tel Aviv inaendeleza uchokozi wa kijeshi usiokoma dhidi ya Syria. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris siku ya Jumatano, Abu Muhammad Al-Jolani alisisitiza udharura wa kufanyika mazungumzo hayo ili kuepusha nai ya hali kutoka nje udhibiti. Kadhalika, amesema serikali yake inafanya mawasiliano na nchi zenye uhusiano mzuri na utawala wa kizayuni ili kuzitaka nchi hizo ziiase Tel Aviv kukomesha uchokozi wake dhidi ya Syria. Aidha hiyo Jumatano, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umeanzisha njia ya kufanikisha mazungumzo hayo yasiwa moja kwa moja baina ya serikali ya mpito wa Syria na Israel. Mwezi uliopita, Al Joulan alifanya ziara ya Imarati ambayo ina uhusiano rasmi na Tel Aviv baada ya kusaini makubaliano ya upatanishi wa Marekani mnamo mwaka 2020 aliutaja uchokozi wa kijeshi wa utawala wa Tel Aviv dhidi ya Syria kwa ukiukwaji wa makubaliano ya mwaka 1974 dhidi ya Damascus na Tel Aviv. Mkataba huo ulitiwa saini baada ya Israel kunyakuwa eneo la milima Golani ya Syria wakati wa vita vilivyoungwa mkono na nchi za magharibi miaka saba iliyopita. Mwishoni mwa mwezi uliopita, Al Jolani alisema yuko tayari kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na utawala wa kizayuni wa Israel. Hayo ni kwa mujibu wa barua inayoripotiwa kuwa alimtumia rais wa Marekani Donald Trump, akidai kuwa Syria iko tayari kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel na kujiunga na mkataba wa Abraham, lakini kwa masharti fulani. Mwisho wa rubaha za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashidi.